Ndio, atumsifu Yesu Kristo. Tunaadhimisha, tuna sherehe ya Yesu Kristo mfalme kwa shangwe, na kama alivyosema, unaona hapa tuna e, tumepamba kwa nguo nyeupe na sisi wenyewe tunavaa nyeupe, na wanakwaya nao wametukia nyeupe. Kwa hiyo leo kuonesha sherehe na furaha tulio nayo kwa sababu Kristo ni mfalme wetu. Tunapofika mwisho wa mwaka wa liturujia, tunaangalia mwaka mzima wa liturujia tulikuwa tunafanya nini. Tulikuwa tunamwadhimisha na kumtangaza Kristo ambaye, kadiri ya mafundisho ya maandiko matakatifu mafundisho ya mapokeo na ya mababa wa kanisa au magisterium Kristo ana kazi tatu au ana wajibu tatu ambazo zinaitwa kwa Kilatini munera; moja ni munus, wingi ni munera. Katika hizo munera tatu tunasema Kristo ni kuhani, halafu tunasema Kristo ni nabii halafu tunasema Kristo ni mfalme. Na hata wakati wa ubatizo wetu maneno haya yanatamkwa na yule anayeadhimisha, anasema, ukashiriki katika ukuhani wa Kristo, unabii wa Kristo na ufalme wa Kristo, yaani ukashiriki katika kutojitolea sadaka kama Kristo alivyojitolea na kuombea watu kama mkuhani, ukashiriki katika kazi ya Kristo kama mwalimu nabii kwa sababu kazi ya mwalimu ni kufundisha, na ukashiriki katika kazi ya Kristo au utume wa Kristo kama mfalme, yaani kiongozi. Sisi wote hapa basi, hizo kazi, baada ya kubatizwa, tumekabidhiwa, tunashiriki. Leo basi, kwa namna ya pekee, tunaangalia kazi mojawapo. Kristo mfalme, Kristo kiongozi, Kristo ambaye ni kuhani eh, Kristo ambaye ni shepherd au tunasema mchungaji wetu mkuu, kama tulivyosema katika somo la kwanza, wanamwambia Daudi, ukawe mchungaji ukalichunge kundi la Waisraeli. Tuwapendwa, huu ufalme wa Kristo ni ufalme wa namna gani? Tukumbuke neno hili ufalme linaweza kuleta utata, na ndio maana wakati wa kuteswa kwa Yesu naona kulitokea shida nyingi sana pale. Alipoulizwa, wewe ni mfalme? Injili nyingine anasema wewe umesema. Yohana anasema nili, nili, nilikuja duniani kwa ajili ya hiyo. Ikaleta shida kwa sababu wayahudi nao walisema huyu hawezi kuwa mfalme wetu, wakakataa. Na hata pilato mwenyewe akashangaa huyu ni mfalme wa namna gani? sijawahi kuona mfalme amekaa mtindo huu. Sisi tumezoea kuona mfalme ameketi katika kiti cha enzi, amevaa mavazi mazuri eh, amevaa dhahabu eh. Siku hizi tunaambiwa kuna baadhi ya viongozi wanavaa dhahabu eh, ukimwangalia kiongozi kuanzia juu mpaka chini, pengine ana b ana saa ya milioni mia mbili, ana cheni sijui ya ngapi. Kwa hiyo huyo ndio picha ya mfalme. Kwa hiyo Pilato aliona hawa, huu ni mzaha, haiwezekani kwa hiyo Kristo ni mfalme wa namna gani? Sio mfalme wa kisiasa, wala ufalme wake haupati kwa nguvu, kwa kutumia jeshi na vifaru au kwa kuiba kura, haupati kwa namna hiyo, au kwa kudi taa, yaani kwenye nchi zetu tumesikia kwamba eh, mwanajeshi fulani sijui captain sijui kanali amepindua serikali. Ufalme wa Yesu s wa namna hiyo, hajampindua mtu. Kumbe basi huyu ni mfalme wa namna gani? Kwanza huyu ni mfalme ambaye amewekwa na Mungu lakini pia na watu, kuonyesha kwamba huyu ni legitimate, yaani huyu mfalme ana uhalali kwa sababu kateuliwa na Mungu. Ndicho tunachokikuta katika somo la kwanza. Tunaambiwa Daudi, wazee wakaenda huko Hebroni wakamwambia wewe ni nyama katika nyama yetu ni, yani wewe ni, eh, ni, ni ni sehemu ya sisi Wayahudi. Alafu, tangu zamani wakati wa Sauli alipokuwa mfalme wetu, wewe ndio ulikuwa jemenari, ulienda ukapigana na Wafilistini ukamua hata Goliati. Kwa maana hiyo wanataka kusema kwamba wewe una merit ya kuwa mfalme wetu, una uhalali wa kuwa mfalme wetu kwa maana hiyo Daudi anachukuliwa anapata legitimacy, anapata endorsement, anakubalika na Mungu, lakini pia anakubalika na watu. Mara nyingine unasikia watu wanasema kwamba huyu ameletwa na Mungu, lakini Mungu anaongea kwa kupitia watu kwa hiyo ukiangalia sinario yote ya somo la kwanza utaona kwamba Mungu kwa kumteua mwanaye Yesu Kristo kuwa mfalme lak, e, kumteua Daudi kuwa mfalme lakini, hata Waisraeli wenyewe wazee wote nao wanakubali, alafu wanaenda wanamtia mafuta. Na tulisikia katika uh, antifona, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea utukufu na heshima. Yaani, huyu Kristo ambaye alikuwa ni kama mwana kondoo akachinjwa akajitolea, huyu ndiye anastahili. Hachukui ufalme kwa nguvu, bali anastahili he has merit kuwa mfalme wetu wa mbingu na dunia, mfalme wa haki na amani na wa msamaha, kwa sababu alichukua madhambi yetu juu yake mwenyewe na akafa msalabani. Kumbe kama vile Daudi alivyokuwa na endorsement ya, ya Mungu uhalali kutoka kwa Mungu na kwa watu, Kristo naye ni kiongozi wetu wa halali ambaye amepitia vizuri mchakato wote wa kimungu kama vile Daudi alivyopitia mchakato kutoka katika kuchunga kondoo mpaka kupandishwa na kuja kuchunga taifa la Israeli. Tunaambiwa makabila yote yalikuwepo pale, ina maana wote walimkubali. Ni kama sisi kwamba tuwe na kiongozi ambaye amepita kwenye electoral process amepita katika mchakato wote wa uchaguzi na mambo ya kura bila kuwa na shida yoyote, kwamba huyu ni kiongozi halali, ni kiongozi halali ambaye analeta haki, ni legitimate. Je, yeah, sisi tunachukuaje madaraka yetu? Je, yeah, sisi tunachukuaje madaraka yetu kwa kulazimisha, au tunapata, tunapataje kazi zetu kwa kulazimisha au kwa kujulikana. Mmoja alikuwa anasema ukienda Ulaya au Amerika ukitafuta kazi unaandika au unaomba kazi, unaulizwa what can you do for us, yani wanakuuliza wewe unaweza kufanya nini. Lakini akasema Afrika ukienda kutafuta kazi, unaulizwa je, yeah, unaojuana na nani? Yani hawasemi kwamba wewe una qualifications gani, una merits gani, wanakuuliza unafahamiana na nani kama una mtandao haidhuru CV yako haielewekieleweki ke, iko upside down. Mara ulienda shule elfu moja mia tisa na, na, na, na themanini, darasa la kwanza, alafu tunaona tena elfu moja mia tisa na sabini, ulikuwa darasa la pili. Kwa hiyo ni mchanganyiko, hatujui huyu mtu CV yake iko namna gani. Kwa hiyo CV ya Yesu, CV ya Daudi iko sawa sawa na tunapoenda kutafuta madaraka na kutafuta kazi, tujue kwamba tunatakiwa tupite kwenye process, tupikwe, tuonekane kama tumepewa hiyo kazi, sio kwa kupendelewa, sio kwa ujanja ujanja bali tumepita kama yeye Daudi alivyostahili kuwa mfalme kwa sababu aliliongoza jeshi akamuua Goliati. Tukumbuke Goliati, akamuua kwa hiyo. Israeli wanasema kwamba wewe una haki ya kuwa mfalme wetu, una meritsi, yani haujachaguliwa chaguliwa hivi hivi tu. Hapana, unastahili. Kama Yesu pia anastahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea utukufu na heshima. Na wewe Daudi unastahili na wewe na mimi unastahili, kwa sababu ya CV yako. Na wewe na mimi unastahili kuwa kiongozi, kwa sababu ya meriti zako, umewatendea watu mazuri, unafaa. Jambo la pili, tunaambiwa kwamba huyu ni mfalme ambaye ni perfect image of the father, yaani yeye ni sura halisi Ndivyo tunavyoambiwa na Mtume Paulo katika somo la pili kwa Wakolosai, anasema huyu is the image, perfect imprint. Yani huyu ndio sura kabisa ya Mungu, na ndio maana Filipo alipomuuliza Yesu, tuonyeshe baba, Yesu akamwambia wewe umenikaa na mimi siku zote hizi, nao unauliza tukuoneshe baba? Alioniona mimi amemwona baba, kama umeniona mimi I am the perfect image of the father. Eh. Najua hata watoto wetu ni perfect images of the mother and father. Ndo maana ukikutana na mtoto ukikutana na mtoto ukimwangalia hivi unajua, huyu ni mtoto wa mama chanja, mara moja, the perfect image, mara moja unatambua huyu ni mtoto wa fulani, kwa sababu sura yake unaiona. Kwa hiyo Paulo anataka kusema kwamba huyu mfalme ambaye ame vi, vi kwa viumbe vyote vimeumbwa kupitia kwake na yeye ni mzaliwa wa kwanza, ni malimbuko, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, lakini pia ni mzaliwa wa kwanza wa wafu. Ina maana yeye ndiye aliyefufuka wa mwanzo, na sisi tutafuata. Huyu ndiye mfalme wetu, perfect image of the father, sura halisi huyu ndio sakramenti wa Mungu. Tukimwona Yesu tumemwona Baba, na wale ambao hatukupatika kumwona Yesu fizikali na mwili wake, sasa tunamwona katika sakramenti zake, katika Ekarista takatifu, jinsi ambavyo tunapompokea katika sakramenti ya kitubio, tunapoenda kungama akatuhurumia na kutuambia, hii leo utakuwa nami eh, mahali pema paradisini. Naogopa kuweka mambo ya peponi leo, utakuwa pamoja nami paradisini unavyoenda kuungama ni kama unamwambia Yesu unikumbuke leo, na yeye anakuambia leo utakuwa pamoja nami pale pale, anakuambia pale kwenye kiti cha uba, cha cha kitubio. Kwa maana hiyo pia ni mtu anayetoa sadaka na, ku, na kusamehe kumbe, wapendwa, uongozi ni huduma, uongozi ni sadaka, uongozi ni kusameheana, sio ubosi sio kutafuta fedha, sio kutafuta madaraka, bali ni huduma kama Yesu alivyokuwa. Kumbe ufalme wa Kristo, kama Paulo anavyotuambia, ni ufalme au uongozi wa kutoa huduma, wa kutoa sadaka, wa kutoa msamaha kwa wale ambao wametukosea, na sio kutoa tu adhabu, eh? Sio kutoa tu adhabu. Angalia, anamsamehe yule na yule alikiri kabisa, sisi tumesulubiwa kwa sababu tuna haki, tumetenda mabaya, lakini Yesu anamsamehe. Kwa hiyo wewe ukiwa kiongozi, ukitaka kufanana, uwe perfect image ya Kristo, kama mfalme, kama kiongozi, unapaswa kuwa ambaye anatoa huduma anajitoa sadaka, anasamehe hata wale wanaokukosea. Inawezekana watoto wako, inawezekana wanafunzi wako, inawezekana ni wale unaowaongoza pale ofisini. Wewe kama kiongozi, uwasamehe, hasa pale wanapokuja kuomba msamaha. Huo ndio ufalme wa Kristo. Tatu, kiti cha Kristo. Huyu mfalme hana kiti cha enzi kilichopambwa vizuri na kuwekewa sijui marumaru wa bali ana msalaba, msalaba. Yaani, huyu ni mfalme ambaye kiti chake cha ufalme ni msalaba, ambao msalaba tunaambiwa ni mti wa uzima. Lakini pia hajavaa ile crown ya dhahabu na Tanzanite kama tunavyoona wafalme na malkia wanavaa, ila tunaambiwa yeye alivikwa taji la miiba. Huyo ndio mfalme ambaye yuko msalabani, ndio kiti chake kiti cha msamaha kiti cha kuongoza, lakini pia la kichwa chake, kichwa chake, na taji la miiba kwenye kichwa chake na sio taji la dhahabu la, la, la, la anasa bali kwa ajili ya wokovu wa dunia. Je, na sisi tunapotafuta uongozi, je, tunatafuta desire for titles kwamba tunatafuta madaraka na heshima na kuvikwa mataji au tunakuwa kama Kristo ambaye anatoa msamaha, ambaye anatoa huduma? Je, tunapokuwa katika changamoto katika maisha, je, je, tunamtukana Yesu na kuanza kumwambia wewe una nguvu mbona uniokoe? Tukumbuke pale msalabani alipata matukano kutoka kwa maskari, alipata matukano kutoka kwa kwa watu wale wa, wa, wa, wa, wa, ma, ma, wale makuhani wengine lakini pia anapata matukano kutoka kwa yule aliyesulubiwa. Kwa hiyo mara nyingine inawezekana wewe unaweza ukapita katika mapito fulani, je, na wewe unamtukana? Lakini pia wewe ulishawahi kumshawishi mtu kama wao ni kama vile walikuwa wanamshawishi shuka msalabani, achana na hii shughuli, shuka msalabani, jitetee. Inawezekana na wewe ukawa unashawishi mtu atoke kwenye challenge alizo nazo, labda pengine anapitia sadaka fulani, wewe unamshawishi mshawishi, naambia ah, achana usiteseke bwana, mtihani hii unatesekaje? Kuna njia rahisi. Uongozi huu nao utafuta kwenye kura, kuna njia rahisi, unamshawishi atafute njia rahisi ya kupata uongozi, ya kupata ufalme, ya kupata utukufu Jambo la nne, ufalme wa Kristo ni ufalme wa dunia na mbingu, lakini pia ni ufalme wa msamaha, kama tunavyosikia katika lile yule katika Injili, yule mwizi yule wa pili aliomba msamaha katika dakika zake za mwisho, anaomba msamaha, unikumbuke, unisamehe. Kwa hiyo inaonyesha ufalme wa Kristo hauna ubaguzi, hata wezi, hata wale ambao wanaonekana kabisa wamekosa kama huyu mwizi ambaye alisulubiwa na anakiri kabisa ana makosa, lakini Yesu anafungua msamaha kwa kila mtu. Msamaha wa huyu mfalme ni wa kila mtu. Kumbe wewe na mimi tusijisikie kwamba tuko mbali na msamaha wa Mungu tuko karibu naye kabisa, kama huyu alivyokuwa karibu na Yesu msalabani. Na wewe na mimi uko karibu na huyu mfalme, mfalme wa msamaha, uko karibu naye. Jambo la tano, the readiness to welcome us, yani ule utayari wa huyu mfalme kutukaribisha katika ufalme wake. Hana mchoyo, lakini kutukaribisha na sisi. Lazima tufanye kitu, lazima na sisi tujitokeze, tufanye initiative. Kama yule mwizi alichukua initiative na kusali, na sala yake ilikuwa ni fupi, ambayo inaeleweka. Sio sala ndefu, maanake ya kwanza kusali sala nyingi. Kuna watu wana sala ndefu sana, lakini angalia, ee Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Maneno machache kabisa lakini very powerful prayer. Kwa hiyo we na wewe na mimi tunaalikwa tusali kuomba, na Yesu mfalme yuko tayari kutukaribisha katika ufalme wake. Jambo la sita, ufalme wa Kristo ni ufalme wa ulimwengu wote watake wasitake, kwa sababu sio wote wanakubali, lakini watake wasitake, mfalme wa mbingu na dunia, ambao ufalme huo hata Pilato mwenyewe aliutangaza kwa kuweka anwani kwenye msalaba, ameweka anwani kwenye msalaba. Jusijuzi hapa wakija watu Waislamu ambao uma maja, kwa hiyo walikuwa wamekaa hapa wakawa wananiuliza maswali, najaribu kuwaelewesha. Kwa hiyo waliuliza maswali mbalimbali mbali, kitu hiki kina nini? Kitu hiki kina nini? Basi wakaniuliza haya maneno hapo, hiyo INRI yana maana gani? Sijui ndugu wapendwa, mnafahamu maana ya INRI haya? Hii ndio address ndio anwani ambayo Pilato aliiweka, ambayo tumeisikia Luka ameandika tena kwenye Injili, ameandika kwa herufi kubwa hiyo ai ni maneno ya Kilatini Yesus, Nazareus, Rex, Iyo, Yudaerum. Yesu maanake Yesu Nazareus wa Nazareti Rex mfalme ioderum wa Wayahudi, kwa sababu kwa Kilatini kwa Kilatini ukiweka rum ni plural ioderum, kwa hiyo hii anwani Pilato aliiweka wa, kwa lugha tatu, kwa lugha tatu. Uo wale wadada wa Kiislamu niliwaelekeza, iliwekwa kwa lugha tatu. Lugha ya kwanza ni lugha ya Kiebrania au Kiaramayo, ambayo ndio ilikuwa lugha ya Wayahudi, na lugha ya pili ilikuwa ni ki, uh, ni ki, ilikuwa ni Kiebrania Kilatini ambayo Kilatini ilikuwa ni lugha ya koloni la Kirumi. Hao ndio walikuwa wanatawala, na tunajua Pilato alikuwa ni agent wa Kirumi, na lugha ya tatu ilikuwa ni Kigiriki. Kigiriki ilikuwa ni international language kwa ajili ya mambo ya biashara, mambo ya academic, mambo ya taaluma, kama tunavyojua Greek philosophy. Kwa hiyo lugha zote tatu kubwa katika ulimwengu ule ziliandikwa kwa hiyo Pilato aliweka anwani hiyo kwa lugha zote hizo tatu, na tukumbuke alisulubiwa karibu na njia. Kumbe yeyote aliyepita pale kama ni Myunani alisoma akaelewa, kama ni, ni Mwebrania au Mwaramayo akipita anaelewa, kama ni Mrumi akisoma anaelewa. Kwa hiyo ndugu wapendwa kuonesha kwamba katika lugha tatu, lugha za kimataifa maanake, lugha zote, ina maana huyu ni mfalme wa ulimwengu mzima, lakini watu wapende wasipende, kwa sababu kuna watu wanaokataa. Tukumbuke katika injili ya Yohane, baada ya Pilato kuweka ile anwani, Wayahudi walimwambia usiandike, kama unakumbuka, usiandike, huyu ni mfalme wa Wayahudi, ila yeye mwenyewe ndo alisema kwamba yeye ni mfalme wa Daudi. Kwanza sisi hatuna mfalme kama huyu, sisi tuna Kaisari. Unajua Pilato alijibu nini? Niliyoandika nimeandika. Si unajua kitu kikishaandikwa ndo basi. Unajua, tofauti na maneno haya maneno nayoongea hapa yanaishia labda kwa vile jamaa huyu yanachukua, yatabaki milele kwenye media. Kitu kikishaandikwa, kikishaingia kwenye storage, hakitoki kwa hiyo Pilato akawaambia, yaani ni kama vile Pilato kuonyesha mamlaka yake, lakini hakujua kwa kuonyesha mamlaka yake anafanya unabii, kuambia dunia nzima, mpende msipende, nimeshaandika na sifuti. Huyu ni mfalme wa Wayahudi, mtajua wenyewe. Kwa hiyo upende msipende, wale wanaosema Yesu si Mungu, Yesu sio mfalme, watake wasitake, Yesu ni mfalme na Pilato ameandika hapo. Ni kama vile leo waanza kupiga kelele, Pilato amekwisha andika. Ndugu wapendwa, wale ambao wanamkataa wanapotea, kama yule kwenye msalaba, yule mmoja hapo alipotea. Lakini wale wanaomkubali kama yule mwizi mwingine, those who trust him, wanaompokea watamwona katika ufalme wake, huyu mfalme wetu. Ni kama kusema kwamba imani inaona ukweli pale ambapo dunia na watu wengine wote wanaona failure ni kama vile watu wachache wanaweza kuwa wanaona ukweli, lakini katika nchi yote watu wengine wote wengi hawaoni huo ukweli. Imani inaweza kuona ukweli ambao watu wengine hawaoni. Ilikuwa ni shida sana kufikiria huyu mwizi ambaye aliyetundikwa msalabani anasema huyu ni mfalme, nikumbuke. Kumbuka, huyu ametundikwa, ame, ame, ame anavuja damu Halafu mtu anasema anasema hivi, unikumbuke katika ufalme wako. wewe unaweza ukaenda huko barabarani ukakuta mtu amevaa sijui matambara ukaanza kumwambia unikumbuke katika ufalme wako. Ka ma, ma, ma, ma, wako. Mara nyingi hatufanyi hivyo. Ila ukisikia fulani amepata cheo, hata kama ulikuwa hujasalimiana naye miaka miaka, unaanza asiye vipi za siku hey, nyingi unatafuta namna ya kuingia, unikumbuke kwenye ufalme wako. Unikumbuka, sasa amepata cheo, unaanza kujisogeza kwake sasa huyu anamwomba mfalme huyu ambaye anavuja damu. Kwa hiyo hii ni imani sio ya, ya kawaida, to see the kingship of Christ katika msulubiwa sio kitu rahisi. Ndugu wapendwa, leo basi tunapoadhimisha sherehe hii, lakini pia tunapoadhimisha eh, watoto wetu kupata kipaimara, hawa watoto wanaimarishwa kama nilivyosema, wawe askari wa mfalme lakini sio askari wa kutumia virungu na mabomu na vifaru na kutumia nguvu nyingi kupita kiasi, bali ni askari wa Kristo ambao wanapewa mapaji saba ya Roho Mtakatifu. Hizo ndio silaha zao, ili waweze kuleta mabadiliko na mabadiliko haya yanaletwa na vijana. Juzi juzi vijana walimuuliza uh, Papa Leo wa kumi na nne, unasema nini kuhusu the future of youth, yani sisi vijana mambo ya, ya, ya, ya yote ya yajayo itakuwaje? Akawaambia, naomba niwaambie kitu kimoja, nyinyi vijana ni wa leo, sio wa kesho tu na leo pia kanisa linawahitaji leo. Leo kwa hiyo vijana ambao tunaenda kuwaimarisha leo kwa sakramenti ya kipaimara ni kwa ajili ya kanisa la leo na lijalo, sio la lijalo, la leo na eh, hawa vijana wanao uwezo wa kusimamia imani yao kama vijana wengine watakatifu tuliowasikia, wakina Aloisi Gonzaga, wakina Teresa wa mtoto Yesu, wakina Elizabeti uh, wa, wa, wa Hungaria walikuwa vijana wadogo kabisa, miaka ishirini na nne, miaka ishirini na moja, eh, tisa kabisa. Hiyo ni tisa kumi. Sasa Carlo Acutis huyu tunaweza tukasema kwamba ni mtakatifu Gen Z kwa hiyo usifikiri jenzi wanakoongea huko kwenye midia ni jenzi tu kwa ajili ya mambo ya siasa a-a. Tuna jenzi wa watakatifu wa, wa, tulivyoenda pale Asizi na kuingia kwenye kanisa ambalo Carlo Acutis amewekwa mwili wake, sababu yeye aliomba awekwe karibu na mtakatifu Francisco wa Asizi. Kwa hiyo alimpeleka Asizi mwili wake huko pale. Ngaje yeye hakuzaliwa Asizi kwa hiyo Karlo Acutis yuko kwenye kioo pale, unapita unamuona, yuyu Gen Z mtakatifu aliyefariki akiwa na miaka kumi na tano, amekaa kwenye lile boksi lake la kioo, amevaa tisheti yake nyekundu kama unavyoona kwenye picha, na nyule zake zimechanwa vizuri, amevaa e, e, jeans na amevaa raba, amekaa pale, huyu ni Gen Z. Vijana leo tunaenda kuwaimarisha wakawe Gen Z, sio wakuleta fujo lakini chenzii wa kuleta imani kama mtakatifu um, anavyosema. Tumsifu Yesu Kristo.